Mtazamaji, na, na baadhi ya wafanyakazi waliohudumu kwenye hazina NHIF iliyovunjiliwa mbali wamesalia kwenye njia y panda baada ya kukosa kuajiriwa tena baada ya kuanza kwa bima mpya SHA. Wafanyakazi hao wanasema tume ya huduma za umma ilikosa kuajiri na kuacha kuwalipa mishahara, licha ya kusaini ama kutia sahihi hatua ya kukubali kuhamishwa kwenye idara nyingine serikalini. Brenda Wanga na maelezo zaidi. Mpito wa NHIF hadi SHA umekuja kwa gharama kubwa kwa wafanyikazi wa zamani wa NHIF. Wafanyikazi hao wa zamani walipaswa aidha kuajiriwa upya katika SHA, kutumwa kwa idara nyingine za serikali, au kustaafu mapema kwa hiari. As a former member of the defunct NHIF. Wamboi ambalo si jina lake halisi alituma maombi ya kupata nafasi mpya za kazi katika SHA. Some of us chose to write to go to public service. And we were not many. And the people who chose to write to go to public service, actually, on 9th of June, they received letters to go to public service. That they are now, their temporary deployment at Shah has come to an end. Now they need to go to public service. hapo ndipo matatizo yalipoanzia barua za kuandikwa na idara nyingine na tume ya huduma ya wafanyikazi serikalini hazijaambatana na masharti ambayo walikuwa wameahidiwa hayatabadilika We got letters.

Kwa muda wa miezi mitatu iliyopita, Wamboi na baadhi ya wa wafanyakazi wenzake wa zamani wamekuwa wakitafuta suluhu kwa SHA, PSC na waajiri wao wapya bila mafanikio. Katika kipindi hicho, majina yao yameondolewa kwenye sajili ya malipo ya sham Barua kutoka mamlaka ya SHA ya mwezi Machi mwaka huu inaonyesha kwamba SHA ilikuwa imewahakikishia kuwa hakuna afisa yeyote aliyeajiriwa chini ya masharti ya malipo na pensheni ambaye angepoteza ajira so kulingana na masharti ya mpito huo wa NHIF kwa SHA, takriban wafanyakazi mia nane pekee walio waliotarajiwa kusalia katika SHA kwa sasa. Wamboe na wenzake wanaitaka mamlaka ya SHA na PSC kushughulikia masaibu yao kwa dharura. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.